Naanza tayari kutoa utambulisho wa mwanzo kabisa nikitambua e, ndugu yetu Lazama Nyarandu, lakini pia na mwenyekiti mwenza wangu Sheikh Hassan Kabeke. Lakini maandiko yanasema ya kwamba uye heshima na stahili heshima. Kwa sababu mkuu wetu wa mkoa ameingia, naomba pia nitambue uwepo wake, na kwa niaba ya mwenyekiti mwenza wangu nishukuru sana ya kwamba ametenga muda mwingi sana na mahususi kuje kushirikiana nasi katika jambo hili adhimu kabisa, la ambalo tunalifanya kama kama, kama, kamati ya amani katika mkoa wetu wa Mwanza. Ni siku tisa zimebakia, kama liko sahihi, Taifa hili litaingia katika kipindi muhimu sana, ambayo ni mchakato wa kila baada ya miaka mitano kufanyika na sisi kama viongozi wa kamati ya amani wa kushirikiana na wajumbe wenzetu Tuliona kwa kongamano letu hili tulipe jina linaloitwa uchaguzi ni muda wa maamuzi na tushiriki sisi sote. Kuna mambo manne ambayo nataka niagusie kwa haraka ambayo naomba yatutafakarishe sisi sote kama viongozi wa dini. Kuna mjadala mingi inaendelea, kuna mawazo mengi yanaendelea na kuna fikra nyingi ambazo zinaendelea katika jamii zetu tunazoziongoza, lakini kufikiri sio kubaya. Tumoja lisema ya kwamba ni vyema kutunza haki yako ya kufikiri hata kama unafikiri vibaya kuliko kutokufikiri kabisa, kwa sababu tunapofikiri tunafikia maamuzi yaliyo sahihi katika ajenda zilizo mbele yetu. Ajenda iliyo mbele yetu ni uchaguzi. Kila baada ya miaka mitano taifa hili limejiwekea utaratibu wa kuingia katika uchaguzi, lakini kuna jambo moja nataka litukafakarishe ya kwamba uhuru wa kweli wa kila taifa mamlaka ya kweli ya kila taifa huthibitika pale watu walipotumia hiari yao kufuata utaratibu waliojiwekea wenyewe najua sote tunafahamu kwamba uhuru wa kwanza tuliupata mwaka 61 baada ya nchi yetu kupata uhuru kutoka wakoloni uwezo wa kujiamulia mambo yetu katika mamlaka katika sheria zetu katika mamlaka yetu lakini uhuru huo hauna maana yoyote ikiwa baada ya kupata uhuru mwaka sitini na moja hatuwezi kuwa na uhuru wa fikra wa namna ya kujitafutia viongozi na watu wa kutuongoza na kuwapa ridhaa kama nchi ya kidemokrasia. Kwa tunapoingia katika uchaguzi wa mwaka huu, mtu yoyote ambaye ni Mtanzania, ana zaidi ya miaka 18, ana uhuru wa kutendea haki yake ya kidemokrasia ya ki wa kujichagulia kiongozi ambaye anaona kwamba anamfaa, mwenye sera za kweli anayeweza kuisaidia taifa hili, na mtu ambaye ameprovu kwa sababu ya matendo na mwenendo wake ya kwamba anafaa kutuongoza. Kwa hiyo niwatake viongozi, ni wenzangu na wananchi wote wa Tanzania, popote pale mnaponisikia, ya kwamba tutumie uhuru wetu kwa kutumia fikra sahihi, kwa sababu uhuru wa kweli ni mimi nipate nafasi ya kumteua mtu ambaye ataniongoza na mtu ambaye ninasadiki ya kwamba nikimpa nafasi hiyo, kwanza ana vitu vya kuonyesha amevifanya, lakini pili, misingi na sera na fikra zake zinatekelezeka na zimetekelezeka. Uhuru huo tuna wajibu wa kuutumia tunapoendea uchaguzi yeah. Uu, jambo la pili, sisi huko ndani ya Biblia kuna maneno yanasema ya kwamba mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu uzuri na utaratibu kisiasa, maana yake ni mwenendo na utaratibu wa kikatiba ambao tumewekea na sisi wote. Kupiga kura ni haki ya kikatiba, kumchagua kiongozi unayemtaka ni haki ya kikatiba, lakini vigezo vya nani ni mchague ni utekelezaji wa sera na ilani ya chama ambacho anakiwakilisha. Na, na bahati nzuri sana katika kipindi hiki kabla hatujafikia tarehe ishirini na tisa wagombea wa vyama mbalimbali wamekuwa wakiuza sera zao katika nchi yetu, na tuna uhuru wa kwenda kuwasikiliza katika mikutano. Na mtu yoyote mwenye akili ya kawaida tu anaweza kujua ya kwamba mgombea wa chama cha CCM sera zake ni zipi, ilani yao ni ipi, na wengine vyama mbalimbali ambavyo wanashiriki katika uchaguzi huu. Oh, tunawasikiliza sera zao, na sisi kwasuo ni watu wazima wenye fikra sahihi. Katiba yetu inatutaka tutumie haki yetu ya kumchagua mtu ambaye tunadhani sera zake miongozi ya chama chake amethibitisha ya kwamba ana uwezo wa kuvitekeleza, sio ushawishi wa maneno ambao hauna vitendo vinavyoonekana kwa wazi. Siku moja Yesu alikuwa akifundisha akasema, ya kwamba unajua, kuwa na tofauti ya mawazo hakuna tatizo, kila mmoja anaweza kuwa na grievances za kwake, lakini hata kama una malalamiko, hata kama unakutukuridika kwa aina fulani hata Yesu walimlalamikia, kuna mambo ambayo hawakuridhika naye wakati ana mlungu. Sisi wa Kristo tunafahamu na fahamu haya hii, lakini Yesu aliwakabili akawaambia, neno moja akawaambia hivi, hata kama hamuniamini mimi, basi zitazameni zile kazi zinazozifanya, basi hizo kazi nazozifanya ziweze kuwafanya kuniamini zaidi. Sasa sisi wa Kristo tunajua Yesu aliponya watu, alitembea baharini na akatakasa wakoma, akaokoa watu hata watu waliokuwa na mpinga walipozitazama zile kazi ya Yesu na Yesu, walishawishika ya kwamba anayoyasema Yesu ni ya kweli. Bila maana gari kwa kutumia mkono, tunaogombea wengi ambao wanapita wanatangaza sala zao, lakini pekechi ni hii ni kitu kidogo tu, ya kwamba ni mgombea yupi ambaye anayeishi ana ambayo anayasema ni mgombea yupi ambaye hata kama tunaweza kukataa sera zake na polisi zake au tumkatae tu kwa sababu ya jinsia zake au kwa tabia yake, lakini je, kazi zake tunaweza tukazikataa na kuzipinga? Mimi siseme umchague nani, uwe na haki ya kufikiria. Waangalie wagombea wote ambao wanagombea, iangalie sera zao ambao kwetu sisi tumesema ni imani yao, lakini pia angalia kazi ambazo wamezifanya wamezifanya na kama walizifanya na wanazifanya, je, wakisema watafanya watafanya? Ni rahisi sana, it is very simple mathematics. Kwa hiyo mimi niwaombeni sana ndugu zangu, kwa sababu katiba ni, ni takwa la kisheria, tusinyime haki ha yetu ya kutoka na kwenda kupiga kura. Ninajua kuna mawazo mengi yanayotembea, kwa sababu tuna uhuru wa kufikiria, lakini unaweza kuchagua. Siku moja tulipokuwa tuna kikao kingine hapa kilichopita, niliwaonyesha mfano mmoja. Yesu alisema ya kwamba rahisi ni jipi, Jitwike gendoro lako wende, au dhambi zako zimesamehewa? Kwa sababu tunakabiliwa na uchaguzi. Kukaa nyumbani bila kutoka kwenda kupiga kura ni uchaguzi sahihi, au kutoka na kutumia haki yangu ya kupiga kura ni uchaguzi sahihi? Kwani nikikaa nyumbani ninapata faida ipi? Nikitumia haki yangu ya kupiga kura napata na, faida ipi? Nadhani kwa busara tu ya kawaida kwa mtu ambaye anajua ya kwamba amezidi miaka kumi na nane na anaijua katika a nchi yake vizuri, hata una sahihi kukaa nyumbani, atatoka aenda akapige kura, aitumie haki yake. Kwao ninawaombeni sana, ndugu zangu unaonisikia na Watanzania wote kwa ujumla, tutokeni tuende tukapige kura. Jambo la mwisho, unamchagua nayo, nimeshatoa mfano tayari, mtu ambaye anaweza kusema maneno akayaenyesha yale maneno akayatekeleza yale maneno, na tunashuhudia kwa macho yetu kazi anazozifanya ni yupi? Nyinyi mna busara kamili, angalieni namna tunavyoenda katika nchi yetu hii, na ukiona tunavyoenda katika nchi yetu hii, wala haitakuwa na ugumu wa kuamua kwamba nani anafaa kutuongoza katika nchi yetu hii. Ninaombeni sana, ndugu zangu mnaonisikiliza, tusiimie hii haki yetu ya kwenda kupiga kura, kwa sababu ni haki yetu ya kisheria na ya kimsingi, na hiyo pekee ndio inaonyesha kwamba tuna uhuru wa kweli. Maana uhuru wa mwaka sitini na moja ulishapita. Uhuru wa kweli ninashirikija katika kuongoza nchi yangu, sitakuwa raisi, sitakuwa makamu, sitakuwa mbunge, nawezekana nisishika nafasi kubwa sheri ya, ya kisiasa, lakini uhuru wangu wa kutoka na kwenda kupiga kura ninasema nina ninazungumza na ninatoka matakwa ambayo nataka yule nayempa kura yangu hayafai, na ninaamini ya kwamba kwa, kwa fikra zetu tumeona ni mgombea yupi ambaye anastena, anasema na kutenda, ni chama kipi ambacho kinasema na kutenda na kutenda. Na kwa hiyo yetu wenyewe tunaweza tukatoa kura zetu kwa mtu kama yule. La mwisho, unajua si, demokrasia, tunapozungumzia demokrasia na uhuru wa kuchagua, sisi nchi yetu sio wanzilishi, hapana, lakini kuna mababu waliotutangulia katika demokrasia ambao tunaweza tukajifunza kwao, bila kujali ya kwamba tuna upinzani wa aina gani. Thomas Jefferson alikuwa ni mmoja wa mababa wa katiba ya Marekani, wala ambao mnafuatilia historia ya Marekani mnaweza kuungana mkono na mimi. aliwahi kusema ya kwamba uhuru kamili wa nchi yoyote ni uwezo wa wale watu kujua katiba yao inasema nini na kuifuata. Inasema sio kujua tu inasema nini, lakini na kuifuata pia. Kama mimi ninasema ni Mtanzania na nina katiba yangu, na siwezi kuifuata katiba yangu kwa taratibu ambazo mimi mwenyewe bali basi bado mimi ni mtumwa wa fikra kwamba. Kwa hiyo ninawaombeni sana ndugu zangu ya kwamba twendeni tukapige kura, la mwisho kabisa ambalo ninawaasa na ninataka kusema kwa nguvu zangu kubwa sana kutoku kushawishiana kuto kupiga kura. Ninaamini haijisaidii mimi wala haikusaidii wewe. Lakini jambo la pili, kufanya fujo na maandamano na, na kuleta keosi siku hiyo ya upigaji wa kura hainisaidii mimi wala haikusaidii wewe. Ni vizuri kuchagua fungu jema ambalo baada ya uchaguzi tunajua kuna maisha kuna faida gani. Jumapili wa mimi niliwaambia watu kanisani kwangu, mimi sitaki kuongoza watu waliovunjika miguu, waliopigwa risasi, waliofanya bada. Unajua askari hawawezi kumfanya mtu fujo mpaka kama fanya fujo kwanza. Mimi ninaamini si kama viongozi wa dini tuitumie nafasi kwa siku hizi chache nani zilizobakia tuyaase makundi yetu tuwahimize wapige kura namba mbili, tuwahimize watu fujo. Kuna mwanafalsafa mmoja anasema hivi, vita haitafuti mtu aliye sahihi, lakini vita huwa inatafuta mtu aliyesalia ili imalize. Kwa hiyo tukiingia tuki, kwa sababu ya mihemuko ya kushawishana katika makundi yetu, viongozi wangu wenzangu wa dini, tutaiharibu hii nchi, tutaharibu tumi ya nchi hii, na mwisho wa siku, baada ya siku ya uchaguzi tutarigreti ya kwamba hatukufanya maamuzi sahihi na hatukuwaongoza watu wetu kusimama katika njia iliyosahihi. Mungu atubariki sana tunapofanya maamuzi haya na Mungu atuongozi. Kila mtu atakayekwenda ataka, ataka kuwashauri watu wake kutenda au kusimama katika njia hakotui sana.